Hali gani mwana michezo, ikiwa ni Jumatatu ya Septemba 29 mwaka ni 2025, ni ukaribishe ndani ya Dimbani Konekti. Karibu tuyaangazie matukio mbalimbali mbali ya kimichezo ambayo yamejiri wikendi nzima, uchambuzi pamoja na matukio ambayo yametokea wikendi nzima. Jina langu ni Andrea Masawe, karibu uungane nami. Hii ni Dimbani Konekti na tumekuandalia mambo mengi kwelikweli ambayo yamejiri wikendi hii, tukianza na michuano ya CAF Champions League michuano ya kombe la shirikisho pamoja na matukio mbalimbali ambayo yanaendelea hapa nchini tukiangazia timu zetu ambazo zimefuzu kwenda hatua inayofuata. Na tukianza hapa nchini Tanzania, Tanzania imeandika rekodi ya kupeleka timu tano kwenye michuano kwenye hatua ya raundi ya pili michuano mikubwa hapa barani Afrika tukianzia hapa nchini Tanzania, amini, eh, Tanzania bara tumepeleka timu nne Simba Sports Club pamoja na Young Africans kwenye michuano ya CAF Champions League pamoja na Azam FC pamoja na Singida Black Stars kwenye michuano ya kombe la shirikisho. kule visiwani Zanzibar KMKM ikiwa imeenda round ya pili, mzunguko wa pili, kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni historia kipekee ambayo Tanzania kama Tanzania tumeiandika, na ni jambo ambalo uh, linavutia kwa nchi yetu ya Tanzania. Kumbuka eh, mpaka hivi sasa E, tukiangalia miaka ambayo imepita toka ligi zetu zianzishwe ni miaka mingi kweli kweli. Sasa e, ni kitu ambacho kilikuwa kinashangaza Tanzania kama Tanzania kutokuwa na huu mwendelezo wa kupeleka timu nyingi kwenye raundi inayofuata. Mwaka huu imewezekana, Simba Sport Club wakiwatoa Gabron United ya pale Botswana, Young Africans wakiwatoa Wiliete kutoka pale Angola, kwa Azam pamoja na Singida Black Stars wakifanya hivyo pia Kwenye, michu, kwenye michuano ya kombe la shirikisho, ni mambo ambayo kwa Tanzania ni jambo la kujivunia sana, ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaweza likaokolezwa kwa peni nyekundu nye kabisa, kwamba Tanzania raundi hii tumefanya vyema kweli kweli kwenye michuano hii ya kimataifa, tukianza na mchezo wa Young Africans. Kuangalia mchezo wa Young Africans ambao kwa namna moja ama nyingine ulimalizika kwa eh, maneno mengi kweli kweli, wengi wakimsema kocha Roman Falls kwamba timu yake haichezi vizuri, lakini inapata matokeo. Tukianza na kitu gani ambacho kipo Young Africans ambacho wengi hawakioni kwa kiasi kikubwa, lakini e, wanakiangalia kwa jicho la uh, negative jicho hasi kwa upande wa Young Africans. Kwanza tufahamu, huu ni mzunguko wa kwanza wa ligi ni mechi za kwanza kabisa ambazo Young Africans anacheza msimu huu, na ukiangalia kwa kiasi kikubwa sana kocha Roman Falls ni kocha ambaye ameanza na timu msimu huu. Kwa kiasi kikubwa sana tunakuwa tunamkosea sana Roman Falls kama tukimdai timu kucheza vizuri, kwa sababu ni michezo ya mwanzo kabisa ya ligi. Ukiangalia Young Africans, kitu pekee ambacho inabidi eh, mashabiki wanachama, pamoja na timu nzima ya Young Africans jivunie, ni timu kutoka uwanjani ikiwa na matokeo ukiangalia hakuna kitu ambacho hakipo Young Africans, e, ubora wa wachezaji, viongozi imara, lakini pia ukiangalia ndani ya Young Africans kuna e, muunganiko mzuri wa kikazi. Ni timu inaenda vizuri kwelikweli, lakini kitu pekee ambacho bado hakipo ndani ya Young Africans ni uchezeshaji mzuri wa kikosi, uchezaji mzuri wa kikosi. Na ni kitu ambacho kinakuja kwa process. Kucheza vizuri uwanjani ni process. Ni process ambayo inakuja baada ya timu nzima kuunganika, wachezaji kujua ni namna gani tabia za wachezaji mmoja mmoja, yani mchezaji akiwa ya uwanjani anajua tabia ya mchezaji mwingine, labda Dickson Jobu akiwa uwanjani anajua tabia ya Ekua, anajua tabia ya Pakome Zozoa, anajua tabia labda ya Dumbia. Iko ni kitu ambacho inabidi e, kina take time mchezaji ukifahamu, kwa hiyo ni jambo ambalo kila mmoja inabidi alifahamu, ni kwamba Young Africans mpaka hivi sasa bado haina muunganiko mzuri na hili jambo linaenda na process. Tusiipe team pressure, tusimpe kocha pressure, tusiipe management pressure, kwa sababu hiki kitu ambacho sisi kama uh, um, wadau wa soka, wadau wa soka tunakihitaji, tuna Young Africans wanakihitaji, mashabiki wa Young Africans wanakihitaji, kina take time, kinachukua muda kuja ku be adapted kuja kuingia ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo eh, ni jambo ambalo kwa mashabiki pamoja na viongozi wa Young Africans inabidi walifahamu hilo. Kikubwa ambacho mpaka hivi sasa wamefaulu ni kuhakikisha timu inapata matokeo na ndio jambo ambalo inabidi wawe nalo eh, makini. Timu icheze vyovyote vile, lakini iondoke na alama tatu, iondoke na magoli. Ndio jambo pekee ambalo kwa Young Africans hivi sasa inabidi wa focus nalo. Uchezaji mzuri ama kuwa na kikosi ambacho kinaleta burudani uwanjani, hilo ni swala ambalo linachukua muda na linachukua muda kwa sababu gani? Kwa sababu kila mchezaji akiwa uwanjani lazima ajue tabia ya mchezaji mwenzake, na ili e, hata kwa maisha, kawaida, ili uweze kufahamu maisha ya jirani yako lazima ukae naye kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo hilo, hilo jambo ambalo linahitajika ndani ya Young Africans linahitaji muda kidogo e, ili jambo hilo liweze kutimia kwa mchezaji mmoja mmoja, wapo wachezaji ambao wanatajwa ndani ya Yanga Africans kutokuwa na mwendelezo mzuri e, ametajwa Celestin Kua kama ni mchezaji ambaye hana mwendelezo mzuri, amekuwa akikosa baadhi ya nafasi akipoteza nafasi za wazi ndani ya uwanja. Yes, unaweza ukaelewana uka na watu ambao wanasema namna hiyo, lakini kwa Celestin Kua bado anahitaji mda pia wa kuzoea mazingira ya Tanzania. Tumemwona kwenye sikua mwananchi akiwa na performance nzuri ile performance isi isi kuingia kichwani ukaamini kwamba huyu mchezaji ataonyesha performance ile ile kwenye kila mchezo. Kumbuka michezo ya matamasha, matamasha ni mchezo ambao kila mchezaji anataka kuonyesha kile alichonacho. Kwa hiyo mchezaji anaweza kaingia kwa nguvu kubwa sana ili kuonyesha mashabiki, kuwavutia mashabiki. Lakini m, wakati unavyozidi kwenda tunaendelea sasa kumuona mchezaji yule kiuhalisia zaidi yupo vipi. Kwa hiyo kwa Celestine kuwa bado ata take time tu, ni jambo la kumvumilia, ni jambo ambalo la mhitaji muda kuja ku, uh, kuachievu kile ambacho anakihitaji, lakini pia kuonyesha kile ambacho anacho.